Na tukisalia katika maeneo hayo, ni kwamba wakazi wa kaunti ya Garissa wanataka wenyeji walioathirika na dhuluma za jadi pamoja na ukiukaji wa haki za binadamu kutoka kwa maafisa wa usalama kufidiwa na serikali. Kwenye kikao na wawakilishi wa jamii kilichoandaliwa na idara ya haki za binadamu na katiba kutoka afisi ya mwanasheria mkuu, wakazi hao vilevile wametaka usawa wa elimu na ardhi pia uangaziwe kwenye marekebisho ya sera yanayotarajiwa kufanyika. Tuko na dhuluma mengi ya mambo, ukosefu wa usawa, usawa ya elimu. Watoto wetu wanasoma chini ya mti, chini ya miti, kisha wanafanya examination pamoja na watoto wa katika skuli uh, kubwa kubwa hizi zila za, za, za, za national, ambaye wako na na nini wetu, hata hawana maji hawana vyoo. Kuna dhuluma ya elimu, usawa ya elimu dhuluma ukosefu wa maji ya haki ya binadamu ya ardhi. Polisi ni binadamu kama sisi, lakini vile saa hii kuna gap kubwa sana katika wananchi na polisi. Kwa hivyo tunataka tuwe cooperation na polisi wawe vijana ambao wa, wasiogopwe na wananchi vile wanatesa wananchi saa hii. Mimi nikiwa na shamba katika Garissa County nikitaka kutafuta title deed hola dhuluma hii wamekubali marais yetu. Kusudi letu ni kwamba tukikusanya ma, ma, ma, maoni ya wananchi, mwishowe tutaweza kukusanya maoni kutoka sehemu mbalimbali za nchi, na haya maoni yatachangia uh, kutusaidia ili tunapofanya uh, marekebisho ya sera hii ya kitaifa ya haki za kibinadamu tuweze kuwa tumewakilisha maoni ya wananchi kutoka sehemu mbalimbali. Naam, tunapata mapumziko mafupi.